Haleluya, ninapenda kuwakaribisha katika kipindi kizuri cha neno la Mungu. Mahali hapa ni mahali ambapo si tu tunamwabudu Mungu katika roho, lakini tunapokea neno la uzima linaloweza kurejesha kila kilichopotea. Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Sante kwa ajili ya watoto wako wanaotusikiliza jumapili ya leo, liinuliwe jina lako na litukuzwe, kwa maana wewe ni Mungu uliyeamua kurejesha furaha ya kila mmoja na afya ya kila mmoja. Ni katika damu ya Yesu na katika jina la Yesu, na makutano tuseme amen. Tunambariki Mungu, na ninatamani tufungue katika kile kitabu cha Injili ya Luka Mtakatifu, sura ile ya kumi na tano na mstari wa kumi na moja mpaka wa kumi na saba maandiko yanasema, akasema: mtu mmoja alikuwa na wana wawili, yule mdogo alikuwa na babaye akamwambia babaye, baba, nipe sehemu ya mali inayonigukia. Akawagawia vitu vyake. Hata baadaye siku nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya washirati. Alipokuwa amekwisha tumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile, yeye naye akaanza kuhitaji. Akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe, wala pa mtu aliyempa kitu. Alipozingatia moyoni mwake alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, nami nipo hapa ninakufa kwa njaa. Nitaondoka nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena. Nifanye kama moja ya watumishi wako. Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa ngali mbali, baba yake alimwona akamwonea huruma, akaenda mbio akamwangukia shingoni akambusu sana. Yule mwanaye akamwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena. Lakini baba aliwaambia watumwa wake, lileteni upesi lile vazi lilo bora, mkamvike, mtieni na pete kidoleni, na na viatu guuni. Mleteni ndama yule aliyenona, mkamchinje, nasi tule na kufurahi, kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana, wakaanza kushangilia. Mungu, ninalibariki neno lako katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu, amen. Moja ya kitu ambacho Mungu anakitaka kwenye maisha yetu ni tujue mpango wake halisi na mpango wake kamili na kati ya mpango aliyoweka kwa wanadamu Mungu alitaka wanadamu siku zote tumiliki, tutawale, tustawishe, tuzalishe, tuongezeke kwenye kila jambo. Huyu mwana mpotevu, maisha aliyokutana nayo yalikuwa ni maisha nje ya kusudi la Mungu. Matokeo yake alienda kwa baba yake, akamwomba baba vitu vinavyostahili kupewa kwa sababu alikuwa ni mfanyakazi wa baba. Akaona kabisa sasa hivi ninastahili kujitegemea, akaenda akaomba mali baba yake, hakuishia kumpa mali, akampa na vitu vyake vyote alipozingatia moyoni. Alipoondoka alienda akajikuta anatapanya mali zake zote, anatapanya na vitu vyote alivyokuwa navyo. Msha yake yakawa magumu, hali yake ikawa mbaya, uchumi wake ukabadilika, kila kitu cha kwake kikapotea, maisha yake yakaanza kutangatanga. Hakuwa na mtu wa kumsaidia, hakuwa na mtu wa kumtia moyo, hakuwa na mtu wa kumwambia wala uchukua hiki kapate kula, kapate kunywa. Maisha yake yalikuwa mabaya kiasi kwamba aliuza kila kitu, mavazi aliyokuwa nayo aliuza, viatu alivyokuwa navyo aliuza, maisha yake yote yakapinda na maisha yake yakaharibika kilichotokea ndani mwake, akakutana na mwenyeji mmoja, akaomba kazi. Katika kuomba kazi, hakupewa kazi inayostahili hakupewa kazi iliyokuwa inafanana na maisha ya familia aliyotoka. Kwenye maisha ya familia walikula vizuri, kwenye maisha ya familia walilipwa vizuri, kwenye maisha ya familia walifanya kazi vizuri, kwenye maisha ya familia alikuwa na cheo cha kukamata mtaji wa baba yake kazi ya baba yake miradi ya baba yake yote alikuwa akiangalia yeye na kaka yake. Ugomvi mkubwa ukaingia, na ulipoingia huyu ndugu anatafuta nani wa kunisaidia, anatafuta nani wa kunionea huruma. Akakutana na mwenyeji mmoja, alipokutana na mwenyeji mmoja, yule mwenyeji akampa kazi ya kulisha nguruwe. Kazi ya kulisha nguruwe siyo kazi ya maisha yake, sio kazi ya ndoto yake, siyo kazi aliyokuwa anaangalia kama itamfikisha kwenye hatima yake. Alipokuwa akilisha nguruwe, gafra, ile njaa iliyokuwa nayo ikamfanya kuanza kutamani kula makombo ya miganda aliyokuwa akibakiza wale nguruwe. Fikiri kutoka kwenye nafasi ya